Baada ya watu wengi kulalamikia uh, WiFi ya Airtel 5G Smart Connect kusumbua uh, leo nimekuletea jinsi ya ya kubusti, jinsi ya kubusti WiFi yako eh, ikawa na internet eh, internet nzuri ya ya hali ya juu ili kuweza kusanikisha mambo yako. So utaenda kwenye browser yako, mimi natumia Chrome, utaingia kwenye browser yako tasubili ilodi kwa muda, mbona tasubili ilodi kisha lodi. Utaandika rekodi hii kodi yake ile ambayo ni 192 dot 168 dot 1 dot 1. Mimi naingia moja kwa moja fast hapa. Ona kushengi hapo. Mimi kwa vile ninayo hapo nitabonyeza. Nitabonyeza hapo kwenye 5G, 4G. Maona itafunguka kama hivi. Baada kufunguka ada ita login. Ona. Nita login. Internet natumia wifi hapo kama kawaida. Sio mbaya. Nenda ku Tusubiria. Bwana ili kansel tabonyeza tena hapa pale poandikwa login. Eh, hapa nashandika password hey, hey, yangu ni login, password admin admin, kama kawaida, kama ujabadilisha ni admin admin. Sawa. tunaingia Ukishaingia utakuja sehemu hii iliyoandikwa utabonyeza, baada y bonyeza, bonyeza wenyezitatokea sehemu data usage. Sisi tutaingia hapa kwenye APN setting. baada ya kuingia APN setting, utakuta kama hapa hapo io pameani hapo vitu vyako sio mbaya. Sehemu ambayo inasababisha kuweka utofauti ni hapa. Unaona? Hapa chini watu wengi sasa ambao unakuta device zao zinasumbua, yani router zao zinasumbua mara nyingi inakuwa ipo kwenye auto. Umeona? ikiwa hapa kwenye auto, unatakiwa kutoka kwenye auto ubonyeze hapa kwenye Airtel Tanzania na kama Airtel Tanzania itakuwa mna utakuwa na option ya kuadi ambayo ndio utaandika Airtel Tanzania then kisha save itapia kama unavyoona Airtel Tanzania internet kama unavyoona na hivyo ukisha ukisha ukisha set hapa utabonyeza kama mimi hapa ambapo ipo ipo, ipo tayari hapo utakuwa umeshakamilisha zoezi kama umeipenda video hii ni kombe tu Bonyeza alama iliyoandikwa subscribe ili uanze kupata kila update mpya ambayo tutakuwa tuna iposti au tuna iupload katika YouTube channel yetu. Ulikuwa nami Rajab Synic, nikutakie utazamaji mwema.